Ule mdare mjana anaondoka usiku. Nilimuuliza kwa nini unakujaga uvae sweta, akaniambia mimi sina hela kununua sweta na kuna baridi mno usiku, na anakuja amepanda boda. Basi ikabidi nitoka naye twende madukani huko usiku kutafuta sweta, lakini tulianzia supermarket hiyo. Uh, ni chips za mihogo naenda kuzipika au piki, unakula yani, unakula sio kama chakula, unakula yani kisha shima ndio unaonja wewe, kama unaangalia <laughs> unaonja, unakula si ndio? <laughs> kuonja mishona unamaliza sasa <laughs>

mtu aaau ya kusugua mwili ili mtu apendeze angai e, <laughs> yoyote kama unapendeza goro <laughs> sio goro ile ya coffee scrub kutoka Genuine Co Solution coffee si, coffee ah, si scrub coffee hii <laughs> koi, ukijichubua na unakuwa mweupe. <laughs> sio kujichubua, kungara, unang'ara mbona eh. Wakaika nyeusi eh, maana ni material tu ya kutengenezea, ndo wakaika nyeusi uh. Eh. pange tumia meupe, maana wengine huko weusi, alafu tutaona hmm. Bizaa nyeusi tena, tunaogopa mara 200 zaidi. Amna, ni nzuri kwa kulong ila mimi sima, hapana, hii mm. sura inanitosha, sitaki kwanza mm. naiogopa nyeusi, yeah. Tafanana nayo haya bwana <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>